Hadithi ya kimapenzi. Mapenzi ya Liwanag. Saul Ayaiwa Liwanag, msichana mrembo kutoka Manila, Kifilipino. Ana ndoto ya kuwa mwalimu maarufu wa shule ya upili. Ana rafiki wa karibu, Rina, msichana mwenye tabia ya mbwembwe, ambaye kwa siri anampenda Marco, rafiki wa Liwanag. Marco ni kijana mcheshi na mrembo, shupavu, lakini mara nyingine ana wivu. Anafanya kazi kama dereva wa Uber ili kusaidia familia yake. Liwanag na Marco wanakutana shuleni kwa mara ya kwanza kwenye mradi wa shule na kidogo kidogo wanapendana. Siku moja, Liwanag akapita barabarani akiwa na kitabu chake cha shule. Marco, akiwa dereva wa Uber, anapita kwenye barabara ile ile. Akakosea njia na kugonga kidogo begi la Liwanag. Kitabu kinateka hewani. Lakini Marco anaendesha haraka na kujaribu kukamata. Liwanag, mm, hati yangu. Marco, pole sana, sikukusudia. Hebu nisaidie. Wote wanacheka. Hii ilikuwa mwanzo wa urafiki wao wa kuchekesha, wenye wivu mdogo kutoka kwa Rina. Rina anaona urafiki huo ukikua. Anaamua kujaribu kumpendeza Marco kwa mitindo yake ya kihususi. Picha kwenye Instagram, vibao vya kipenzi na hoteli za kifahari. Marco anafurahia, lakini haelewi kwamba ni hila. Liwanag anashangaa kwa nini Marco anaonekana mbali. Liwanag: Marco, kwa hiyo umekuwa na tabia tofauti, nini kimebaki? Marco akiwa na wivu ndugo kwa Rina, anajitahidi kueleza. Hata hivyo, Rina anaendelea kuingilia kati kwa siri. Siku moja Marco anaalikwa kwenye hafla ya kampuni. Rina anachukua fursa hiyo kumwonyesha Marco kama wake wanacheka wakichumbiana mbele ya watu wengine. Liwana anapita ghafla, anaona tukio hilo na moyo wake unavunjika. Anajisikia kuchanganyikiwa. Je, Marco anamcheka au Rina anafanya ujanja? Liwana anakimbia nje na Marco anapita mara tu akimwita, Liwana, subiri, hii si kweli lakini Liwanag anaamua kutozungumza naye kwa wiki moja, na anashughulika na masomo yake. Hali inakuwa ya vichekesho, wakati Rina anajaribu kuandaa picnic ya kimapenzi kwa Marco na kuwaleta marafiki wengi wa kushangaza, wakiwemo wanamuziki wasio na talanta. Marco anapiga muziki mbaya na Liwanag akija ghafla, wote wanacheka, lakini wivu unabaki. Liwanag: kwa nini kila kitu kinaisha kwa utani na vichekesho? Marco: kwa sababu maisha yetu ni tamthilia na mimi bado nakupenda wewe. Baada ya siku kadhaa, Rina anagundua kuwa hila zake hazina matokeo, anaomba msamaha. Marco anafafanua hisia zake kwa Liwanag hadharani kwenye bustani. Liwanag, hakuna mwingine anayeweza kuzunguka moyo wangu ni wewe tu. Liwanag anamtabasamu, moyo wake unajaa furaha na Marco anamkumbatia. Wote wanacheka pamoja huku Rina akicheka kidogo na kusema, sawa basi, sasa napenda ni kuone huru, lakini bado nitakuwa rafiki yako wa kweli. Mwisho urafiki na upendo vimeweza kushinda wivu na usaliti, huku maisha yakiwa na furaha na vichekesho vya kutosha. Mwisho wa hadithi. End of story.